Naitwa Tobart Sabi, ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC. Tuko hapa Kibaa leo hii kwenye mkutano huu ulioandaliwa na msajili wa hazina, mkutano ambao pamoja na mambo mengine unaangalia namna gani matumizi ya teknolojia yamewezesha kuboresha utendaji kazi katika mashirika ambayo msajili wa hazina ni mwana hisa na sisi NBC kwa kweli tumefanya mengi kwenye teknolojia, na teknolojia imetuwezesha kuboresha ufanisi wa taasisi. Kwa mfano sisi, kama benki, mojawapo ya jukumu letu ni kufungua akaunti kwa wateja wetu. Kwa kutumia teknolojia, hivi sasa mteja wetu anaweza kwenda kwa wakala yoyote nchini akiwa tu na kitambulisho chake cha NIDA na akaweza kufunguliwa akaunti, ama anaweza kujiunga na mfumo wetu wa NBC Kiganjani na kupitia NBC Kiganjani akajifungulia akaunti yeye mwenyewe kwa kutumia kitambulisho ama namba ya NIDA. Na baada ya hapo, mteja wetu anaweza kuanza kufanya miamala yake muda wowote, siku yoyote, kupitia mifumo hii ya kidijitali. Lakini ukiacha hayo, kuna mambo mengine ya ndani ya uendeshaji wa taasisi kwa benki ambayo benki imeweza kuongeza teknolojia na hivyo kuongeza ufanisi. Pamoja na swala hili la teknolojia, benki imeunda kitengo maalum cha ndani cha kutengeneza mifumo hii. Hivyo kupunguza utegemezi wa kununua mifumo ama teknolojia kutoka nje ya nchi, jambo ambalo litatupunguzia gharama za uendeshaji, lakini zitatupunguzia utegemezi wa makampuni ya nje, na tunalifanya tukiwa tunaangalia kuongeza ufanisi kwenye taasisi na hivyo faida kwa wana wanahisa. Kwa hiyo kwa kweli, kikao hiki cha leo ambacho msajili wa hazina amekiandaa kinaangazia teknolojia na faida ya teknolojia katika kuongeza ufanisi na tija kwenye uwekezaji wake, e, msajili wa hazina kwenye haya makampuni ikiwemo, e, NBC.